Siasa chama gendero ni kwa chabu ataise asa matanga yoko mwenye mga ka osano roko Kwa kwenye roko kia nduru mwe wadi ya kiabu nyuru Ebungi ya bura wime kaunti ya Nyamira Matanga ikiranwa amona na jare dinyandie kechate Abu wa kwa nila ama gendero Se wadi ya yo na kuganyabara ya abu wa ribirogo Kwa ikiraneria umwa na inchi ama gendero ayu wa muringete Ogero Peter norabati uruwa sobu wa gari nasamatanga yo komenia omogakaserieta usano orokogw ekenyoro kia ndurumo yegotoka se wodi ya kia vonyoru ase bunge eya vorabu ekaunti ya nyamira atanga vagagwikiraniwa amano yo bwateganga yokuria ekerokia bwemsi asewodi eyo Jared Nyandieka eke echate nivagagokwanira igoro ya magendera asewodi eyo ya kia vonyoru

na liaba ndo vivo ra kiane ama ngana manga koreki akiane na bana bagende shukulu le wana ine abana kare bachende shukulu naone barabara na beko bengi akiegara aba batanga ndino wako ba bakuru maega chieri echinchi kocheko gotokora bono bereka batoto shuleni ili waonyesha hawa wako hapa Mwerio oya omwarimu mayakaniga bakakoera ribaga erio nagoyakerekoko bosio bobochori boke obore bosio bwa bwarimu ase kaunti ya Nyamira. ninte ne ine chikura chia barimu barimu yagaki konye mobwate abarimu mobate ing'a bakere omosaya okorokwa ng'a mayakao ase ekero gogia ripoteria eta television kurwasekenyo rikiga kia ndurumo yegotoka se wodi ya kiaponyo rwase bunge ya bora buimeie kaunti ya nyamira lietariana igonkoro kwa ogero pita.